Leo napenda nikukumbushe jambo dogo lakini zito sana, siko lawama, bali kwa tafakari, bali kwa kuamsha fikra. Hebu tusimame, tutulie na tujiulize kwa uaminifu, kwa nini tunasherehekea siku ya kuzaliwa na tunasherehekea nini hasa? Kila mwaka tunapiga simu, tunapiga picha, tunakata keki, tunapiga makofi na kusema happy birthday. lakini je, yeah, kuna chochote kipya kilichozaliwa ndani yetu, au ni mwili tu unaozeeka? Hebu fikiria. Siku ya kuzaliwa haimaanishi unaongezeka, bali unapungua. Haimaanishi umezaliwa leo, bali unakumbushwa kuwa unakaribia kuondoka. Haimaanishi furaha, bali ni saa ya kujihoji, nimefanya nini na miaka hii inayoenda? Na cha kushangaza, badala ya tafakari tunasherehekea, badala ya kujitathmini tunajivinjari, badala ya kutubu tunakunywa, badala ya kujenga roho tunalisha mwili. Ni nani alitufundisha hivi? Ni lini maisha yategeuza kuwa mchezo wa keki na mshumaa? Kwani maisha ni mafupi, leo upo, kisha hujulikani, na hakuna anayezaliwa tena isipokuwa kwa roho. Alisema ambao hawakuzaliwa mara mbili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Sasa swali, umezaliwa mara ya pili, je, una maisha mapya ndani yako, au unasherehekea mwili unaoelekea kaburini? Ndugu yangu, dada yangu, rafiki yangu, siku yako ya kuzaliwa inapokuja, kabla hujapanga sherehe, kabla hujapakia picha zako mitandaoni, kabla hujavua mavazi ya kawaida na kuvaa birthday outfits, ka kimya. Zungumza na nafsi yako, zungumza na Mungu wako. Uliza, je, nini? Naishi maisha ya namna gani? Kwa sababu keki haiwezi kufuta dhambi zako, mapambo hayawezi kustiri hali ya moyo wako, picha nzuri haziwezi kuficha ukweli wa maisha yako. Leo badala ya kusema happy birthday kwa watu tu, hebusema, happy awakening, happy repentance. Happy transformation. Na hapo utakuwa kweli umezaliwa upya, si kimwili, bali kiroho. Maisha si hesabu ya miaka, bali uzito wa dakika unazoishi kwa kweli. Wengi huzaliwa mara moja na hufa mara mbili, nyabusara huzaliwa mara mbili na hufa mara moja.